Yes, mambo vipi mwana sawasawa sawa digito? Sawa. Sasa baada ya siku ya jana maneno mengi kuweza kuvuma na kuweza kuondoka kwenda mjini e, e, machafuko yamekuwa ni makubwa kuhusiana na Manara Alikiba e, na watu kibao ambao walikwisha kuwa amewasema jana siku ya jana. Sasa bana Alikiba kwa hii ameamua e, askae kimya kwa sababu e, tunajua Alikiba ni mtu ambaye huwa anakaa kimya kutokana na e, hapendagi skendo za mitandaoni na vitu vingine kama hivyo. Sasa baada ya siku ya jana kuweza kusambaa kwa sauti ambayo inasemekana kwamba e, ni Haji Manara ambaye akisema kuwa Alikiba anabana pua huku E, akimwagia sifa Diamond Platnumz. Sasa Alikiba aliweza kupost picha ya puto e, kwenye kwenye Instagram f, na ile, ile, ile, ile stories kwa wale ambao wamekwisha kubahatika kuiona kwa sababu kwa sasa hivi amekwisha kuifuta. Sasa aliweza kupost picha ya puto ambalo likiwa e, limesinyaa sana na kuweka picha ya twiga na kumtag Haji Manara so, alivyo baada ya kupost hivyo vitu akamtag Haji Manara pale chini akaandika kwamba, lakini pia e, ikumbuko kwamba katika kurushiana maneno kwa Haji Manara pamoja laki, lakini pia na aliyekuwa mke wake Zailisa, e, alikuwa akimwita Twiga kipindi hicho. Tunakumbuka kwamba e, Haji Manara alikuwa anamwita e, mke wake e, Twiga nikimaanisha Zailisa ambaye kwa sasa si mke wake kwa sababu amekwisha kuachana. Sasa aliweza kulalamika kwa kusema kuwa e, mazuri yote ambayo alikuwa amemfanyia, leo hii Zailisa anasema jogoo wake hapandi mtungi. Akaeka kiulizo pale Alikiba huyo. Baada ya kupost vile vitu vitu, vimekuwa ni kibao, kila mmoja amekuwa ameongea kwa upande wake. sasa, e, alie kuwa, alie, a, ambaye, a, Aliyeelewa post ile ya Alikiba atusaidie bwana kutafsiri kwa comment section hapo, itakuwa umetisha kinoma. Na kwa sababu ile post imeonyesha kwamba lile puto limekuwa kama limekali limesinya, halafu pembeni kuna kuna kuna twiga, na tunajua kabisa kwamba Haji Manara alikuwa anamuita mke wake twiga. Ni nini maana ya hii post kwa wewe ambaye unajua? Kwa watu unajua, kuna watu wamesoma Cuba na wanatufuatilia sisi kama sawa sawa digital. Sasa wewe kama mwana sawa sawa, hebu tuambie post hiyo, wewe unahisi Alikiba alikuwa amemaanisha nini kutokana na maneno ambayo alikuwa na kusemekana sasa. Bana, sisi ni sawa sawa ligi, tuendelea kutufuatia kwenye mitandao yetu ya kijamii, lakini pia kusubscribe kwenye chaneli yetu ya YouTube. Utakuwa umetisha sana na utakuwa umefanya poa, kwa sababu taarifa zote zinakukua zitakuwa zinakufikia kwa wakati sahihi kabisa.